Tiki, tiki, tiki. Siku hii ya leo ya wanawake tukiadhimisha ijapokuwa kesho ndio kilele, lakini nikaguswa kusikia kwamba nyumbani kwetu leo wanaadhimisha Laela, nikasema siwezi kukosa, lazima niende, lakini pia katika ujio huu ni lazima nijue kwamba changamoto zilizopo kwa siku ya leo tunafanya nini na nini ambacho nikaguswa nacho. Kwa hiyo niliambiwa kuna ziara ya pale osk... kituo cha afya pamoja na kuja kwa mkolechi hapa, nikachukua mahitaji ikiwepo sukari hizo, sabuni, mafuta na vitu vingine mbalimbali ambavyo tayari tumekwisha kabidhi kwenye kituo cha afya, na haya ndio masalio yetu, tutakuja kumalizia vilivyobaki pia hapa hapa. Lakini kama hiyo haitoshi, tulipofika hapa kwa mkolechi, baada ya ku udhuru pale kwenye choo na ujenzi, nika wenzetu wakatoa tathmini ya ujenzi na jinsi ulivyofikia. Tukaona bajeti ilikuwa ni laki nane na wametumia mpaka sasa laki sita kwa hiyo kilikuwa imebaki shilingi laki hii mbili. Jamani, kuzaa kuzuri kama mtoto wenu yupo na anaweza kuwajibika na kitu kiko ndani ya uwezo wake, kwa nini asifanye? Kwa hiyo laki mbili niisha mkabidhi mkoleji kwa ajili ya kumalizia Choo chake Njio. Lakini kama hiyo itoshi, tutaendelea kuguswa, sio tu leo ndio mwisho, hapana. Kadi siku zinavyozidi kuendelea, kuna wengine kutakuwa na changamoto hii na hii na hii, tuendelee kushikamana wanawake wenzangu, ili tuzidi kusaidiana siku za mbeleni kwa changamoto mbalimbali mbali. Najua kuna wajane lakini pia kuna wanawake hapa, pengine wana miradi mbalimbali au ya ujasiriamali ambao pengine hawajiwezi, wanahitaji kusapotiwa. Kwa hiyo siku nyingine nikirudi hapa nikipiga kauli mbiu kwa viongozi wetu hawa nikasema Jamani, nataka kupata tathmini ya wajasiriamali wadogo wadogo, tujue wanaendaje, wamekuwa mawapi, ili tunyanyuane. Mimi lengo langu, nikiona maendeleo ya hasa kutoka huku jimbo ambalo natokea na wilaya ambayo ninatokea ndio ito, itoke kwanza kimasomaso, ndio roho yangu itafurahi, hata si ila siku nikifika kule mbinguni kwa Mungu akiniuliza, je, wewe Jaki nilikuleta duniani umewafanyia nini wanawake wa Rukwa, nitakuwa na cha kujibu. Asanteni sana, ninawapenda, nawatakia kila laheri. Tutaonana siku nyingine.